Mtoto aliyebebwa mgongoni kwa mama yake asipolia atakufa bila kujijua. Msemo huu kwa Kiingereza unasema a child on mother's back if he doesn't cry he will die unnoticedly. Naomba niliye kwako tena, kama kiongozi, kwa kutoa changamoto tunazokabiliana nazo ndani ya chama cha madaktari. Tunafahamu kwamba kuna wizara mbili wizara ya kwanza zinazosimamia sekta ya afya chini ya uongozi wako, Wizara ya Tamisemi na Wizara ya Afya. Mgawanyo wa majukumu na utekelezaji wa majukumu unasumbua kidogo, kuna wakati kuna crashes, na tungependa tuwe na muundo mpya wa hizi wizara mbili mtakaoona unafaa ndani ya serikali. Nchi zingine zina wizara moja, kwa maana ya kuwa na mfumo mmoja wa kutolea huduma. Nitataja Uingereza, nitataja Marekani, nitataja uh, mfumo wa Saudi Arabia, nitataja mfumo nchi ya Uchina, nchi ya Korea, nitataja nchi ya Kenya, nitataja nchi ya Zambia. Niwaombe sana tuangalie, hatujashindwa kuweza kufanya hizi wizara mbili zifanye kazi. Ni kweli sasa hivi tunataka ku co-create, ku kuwashirikisha wananchi, lakini ni vizuri tutengeneze mazingira ya hizi wizara mbili zisomane, zifanye kazi vizuri na kurahisisha wasiposomana matokeo yake ni daktari aliyeajiriwa katika mfumo wa Tamisemi au Wizara ya Tamisemi kupata mshahara tofauti na aliyeajiriwa Wizara ya Afya, ili hali walikwenda chuo kimoja, walikaa darasa moja, chumba kimoja. Ni waombe sana kwa heshima na taadhima, tuwasaidie kwa kuweka haya mazingira sawa. Kama utoaji wa huduma ndio tunapendekeza uwe Tamisemi, basi ajira zote na ndani ya serikali mlijaribu na unafanya vizuri mfumo wa Wizara ya Maji, mumeona mabadiliko katika sekta ya maji kwa sababu hiyo. Changamoto ya pili kwa miaka zaidi ya sitini katika vipindi vyote vya serikali, kuanzia hotuba ya kwanza ya Mheshimiwa Julius Kambarage Nyerere ambaye sasa ni hayati, alitamka vipaumbele vitatu, nitataja. Alisema tuna maadui wakubwa watatu, adui wa kwanza na vimejipanga adui wa kwanza ni ujinga, adui wa pili ni umaskini. Sorry, adui wa kwanza ni umaskini, wa pili ni ujinga, wa tatu ni maradhi. Na toka siku alipotamka, alipokuja hapa Arusha kuzindua azimio la Arusha, afya iliingia katika sera. Alipotoka akamwachia akamwachia Mheshimiwa Mwinyi, walifanya maboresho katika sekta ya afya. Anakuja Mkapa, aingiza bima ya afya kwa wote anakuja Rais Kikwete anaimarisha mfumo um, wa utoaji wa huduma kwa mpango wa mam afya msingi. Anakuja Rais John Pombe Magufuli, Mungu amrehemu, anajenga vituo kwa kutumia mfumo wa force account vituo zaidi ya elfu tisa ambavyo vimekuja kukamilishwa wakati wa kazi iendelee na wakati wa kazi uendelee. Mmetunga sheria ya bima ya afya kwa wote, ni mageuzi makubwa sana. Makofi tafadhali. Kwa kiasi kikubwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuwa tukiwasaidia wananchi kufika katika kupata huduma za afya, tunaita accessibility. Tuna jambo la pili, tunahitaji unafuu affordability. Na jambo la tatu tunahitaji uendelevu wa hizi huduma zilizowekwa. Ili tuweze kufanya huduma hizi zikawa nafuu na endelevu, ni lazima tuzijaze na wataalamu huduma za afya upungufu ulioko kwa sasa ni asilimia 55, mwaka 2022 ulikuwa asilimia sitini na tano. Chini ya mpango chini ya mpango wa wizara tumeweza kupunguza idadi ya huo na tunaendelea sasa tuko asilimia hamsini na tano. Nikuombe, tatizo si wasomi hawapo nchini, tatizo ni wage bill. Nikuombe sana mpanue wage bill huko mliko, ili tuweze kuingiza vijana wengi katika utoaji wa huduma za afya na kuboresha Mwisho, kwa sababu ya muda, mengine nitakupa katika hotuba ambayo nimeiandaa. Tunayo shida na wasiwasi juu ya utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Nchi za, ma za magharibi zimepunguza kiwango cha msaada, huduma za vertical zimeathirika. Nikisikiliza wabunge wanavyojadili budget, napongeza jitihada za recovery AIDS recovery eh, fund iliyowekwa kwa vyanzo vyote vilivyotajwa na commitment iliyowekwa hata hivyo, tunahitaji jitihada zaidi, jitihada ya kumconvince kumshawishi mwananchi wa Tanzania kutoka Sumbawanga nilikozaliwa kwenda mpaka Msoma alikozaliwa baba wa taifa, nenda mpaka Ruangwa unakotoka wewe, nenda Sanyajuu anakotoka Dr. Molele. nenda Misungu anakotoka mkuu wa mkoa wetu na wengine wote. Ni kazi kubwa, ni sawa na kuingiza tundu eh, ngamia kwenye tundu la nini, la sindano. Lazima tushirikiane. Ni kuombe sasa ukubali kupokea hotuba yetu kwa maneno ninayomaliza nayo, yasemayo, ili taifa liendelee. Ni kauli ya baba wa taifa. Inahitaji watu wa Tanzania wanaoishi umri mrefu bila maradhi. Wanaougua watibiwe haraka, wapone, warejee kwenye kazi. Asitokee mtu anapata kitu tunaita premature death. Ninaomba sasa uziangalie sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutoa maelekezo mahususi, kwa sababu mwelekeo wa magonjwa unavyokwenda ni nani communicable disease, na katika nchi zinazoendelea ni ajali za barabarani. Askari wapo, bodaboda anapita na mshikaki, askari wapo, watu wanapita hawajavaa mkanda. Ikitokea ajali, madhara yake ni makubwa, na sisi tungependa watanzania wengi wasife wakati wa ajali. Kwa hiyo watu hawa waendelee ili tuendelee. Tunahitaji siasa safi, nchi yetu inahitaji kuendelea kuwa katika amani, kwa sababu kukitokea vita tunaohangaika kutibu ni sisi, kukitokea machafuko tunaohangaika ni sisi. Ni waombe tuilinde amani yetu kwa moyo mkubwa, um, nguvu zote na akili zote. Lakini tunahitaji rasilimali kadha wa kadha, zikiwemo ardhi na vinginevyo.